Leo ni tarehe 29 mwezi wa 6 2025. Ni takribani wiki 4 sasa tangu serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilipofunga makanisa zaidi ya ya Ufufuo na Uzima kanisa yanayoongozwa na askofu Josephat Mathias Gwajima nchini Tanzania. Makanisa haya yamefua kwa mazingira ya ajabu sana. Askari polisi na watu wengine ambao hawafahamiki, ambao walikuwa wamevaa nguo za kiraia, walivamia kanisa hili usiku wa tarehe 2 mwezi wa sita 2025, na waliivania kanisa hili na kuwaondoa watu na kuwapiga mabomu na kuwakamata. Na ni takribani wiki ya nne sasa tangu kanisa hili limepigwa utepe nchi nzima. Waumini wa kanisa la ufufuo na uzima wamekutwa katika mazingira ambayo yanawaweka kwenye wakati mgumu. Wamekosa kabisa mahala pa kwenda kuabudu, wamenimwa haki yao ya kuabudu kwa wiki takribani nne. Kila Jumapili wamekuwa wakienda ng'ambo ya barabara kumwabudu Mungu wao, lakini kila wiki siku ya Jumapili wamekuwa wakipigwa na kuonewa na kunimwa haki yao ya kumwabudu Mungu wanayemwamini. Sasa siku ya leo Jumapili tarehe 29 mwezi wa 6, waumini hawa mamia kwa maelfu walikusanyika kwenye kanisa la Jerami linaloitwa KKM, kanisa na dhehebu tofauti kabisa kumwabudu Mungu wao, lakini hata kwenye hilo kanisa, askari polisi wakaja, wakawavamia hawa waumini na kuwapiga na kutaka kuwakamata. Hatimani polisi walifanikiwa kuwakamata baadhi ya waumini hawa lakini wali